Nilianza mziki nikiwa mtoto mchanga bado e, nakumbuka nikiwa hivyo mdogo nilikuwa naimba kanisani. Naam. Nilijiunga na kikundi cha waimbaji kilichokuwa mm -hmm. kinajiita Jewels Club mm -hmm. katika kanisa hilo so nikawa naimba na, na watoto wenzangu hapo, tunajiburudisha kumsifu Yesu, naam hivyo hivyo tu. Ehe. Nikajua kweli kumbe, Naam kumbe inaweza imba na pia anaweza anza kuandika nyimbo. Kwa hiyo unamaanisha kwamba wewe ni mwandishi wa nyimbo vile vile, umeandika nyimbo zako hapa e, na pale? Naweza sema nimejaribu kuandika nyimbo kama mbili, so mm -hmm. so far mm. Nimeziandika na to siku zirekord, kuzili, kwa zile tu za Unaandika tu just for fun. Ehem. Uimbe tu for fun, yeah. Naam. Yeah. Na uh, mgeni wetu wa siku ya leo uh,